Kuhusu uchache wa wafamasia kilinganishwa na idadi ya vituo vya afya na zahanati hapa, ningependa kuishauri Wizara ya Afya kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na Utumishi, hebu mpitie tena mahitaji ya wafamasia na kuangalia namna bora ya kuongeza idadi ya wataalamu hao hasa katika maeneo ambayo yana uhaba mkubwa wa wataalamu hawa, na kwa kuzingatia kuwa wapo wengi waliomaliza masomo yao na bado hawana ajira <coughs> waiangalieni tena ikama, bila kusahau uwezo wa serikali. Lakini ni jambo jema mwangalie, ili tuweze kuwianisha mahitaji na idadi halisi iliyoko kwenye vituo vyetu vya afya na zahanati. Lakini ninaitaka Wizara ya Afya pia ikamilishe muundo ili kuhakikisha wafamasia wabobevu wanatambuliwa na wanakuwepo katika hospitali zote za umma na binafsi zinazotoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi ni kuhusu ushiriki wa famasi jamii katika kutoa huduma za dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa wa nje. Wizara ya Afya naomba ifanyie jambo hili uchambuzi ili kuona namna bora ya kushirikisha sekta binafsi katika utoaji wa huduma za dawa nchini. Na kuhusu usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, napenda kuasa wataalamu wa famasi, wa mtekeleze kazi zenu kwa weledi na kuzingatia miiko yenu ya kazi, ili kuhakikisha dawa zinatolewa kwa kuzingatia miongozo na kwa ukamilifu wa dozi husika. Aidha, toeni elimu kwa jamii yetu juu ya swala hili la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa au uvida kwa kifupi, na namna ya kukabiliana nalo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi, kama nilivyosema kwa kweli, hotuba ya rais mwenye ara ndogo tutaizingatia kikamilifu. Yamesemwa mengi, kwa hiyo tutapitia wizara ya afya na taasisi zake, lakini serikali kwa ujumla tutachambua moja moja, na kama nilivyoelekeza, serikali tawapatieni mrejesho kwa maandishi kwa kila mmoja.